Jeshi la Marekani limeshusha mashambulizi ya anga mfululizo katika maeneo inayodai yanakaliwa na, na wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen usiku wa kuamkia leo Ijumaa Machi 28, 2025. Miongoni mwa maeneo ambayo mashambulizi hayo ya anga yamepiga mfululizo ni pamoja na katika katikati ya mji mkuu wa Yemen, Sanaa, huku madhara yake yakiwa bado hayajaanikwa. Kiwango cha uharibifu na idadi ya wahanga hakikuwa wazi mara moja, ingawa mashambulizi hayo yalionekana kuwa makali zaidi ikilinganishwa na siku nyingine tangu kampeni hiyo ilipoanza Machi 15 mwaka huu. Uchunguzi wa shirika la habari la Associated Press umebaini kuwa operesheni mpya ya rais wa Marekani wa sasa, Rais Donald Trump inaonekana kuwa kubwa zaidi kuliko zile zilizoendeshwa chini ya mtangulizi wake Rais Joe Biden huku Marekani ikihama kutoka kushambulia tu maeneo ya kurushia makombora na sasa inalenga maeneo inayoamini ni makazi ya maofisa wa ngazi za juu pamoja na kurusha mabomu mijini. Ripoti za awali kutoka kwa Wahouthi zilisema kuwa angalau watu saba walijeruhiwa katika mashambulizi hayo siku ya Ijumaa huko Sanaa ambao ni mji mkuu wa Yemen ambao wapiganaji hao wanaushikilia tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne. Mashambulizi mengine yalilenga maeneo ya karibu na bandari ya Bahari Nyekundu ya Hodeida, ngome ya waasi ya Saada, pamoja na majimbo ya al Jaufu, Amrani na Maribu nchini Yemen. Wahouthi hawakutaja mara moja ni maeneo gani yalilengwa katika mashambulizi hayo, isipokuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa ambao hutumiwa kwa safari za kiraia na kijeshi. Maeneo ya makazi ya mji mkuu wa Sanaa pia yanatajwa kuwa na vituo vya kijeshi na vya ujasusi pamoja na kuwa na makazi na wakazi kwa wingi. Video ya Associated Press ilionyesha bomu moja likidondoka Sanaa, na moshi mkubwa ukipanda angani Huku usiku huku watu wengi wakiwa macho katika siku za hivi karibuni, hasa hasa ni wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maeneo mengine yaliyoathirika ni pamoja na milima ya kaskazini mwa Sanaa katika jimbo la Amrani, ambako kambi za kijeshi na miundo mbinu mingine inadhaniwa kuwa imewekwa. Mtandao wa habari wa Wahouthi wa al-Masirah, uliripoti kuwa mtandao wa mawasiliano ulizimika baada ya mashambulizi hayo ambayo yalihusisha angalau mashambulizi 19 ya anga katika eneo hilo pekee. Kituo kikuu cha kijeshi cha Marekani cha Centcom, ambacho sasa hivi kina mamlaka kutoka ikulu ya White House kufanya mashambulizi ya moja kwa moja Yemen, bila idhini ya awali, hakikutangaza mara moja ikiwa ilihusika katika mashambulizi hayo yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo. Kituo hicho, ambacho chini ya Biden kilikuwa kikitoa taarifa za kina kuhusu mashambulizi ya mtu mmoja mmoja, hakijatoa maelezo kama hayo katika kampeni ya hivi karibuni. Kampeni hiyo mpya ya mashambulizi ya anga ambayo Wahuthi wanasema imeua angalau watu 57 tangu kuanzishwa kwake, ilianza baada ya waasi hao kutishia kuanza kushambulia tena meli za Israel kutokana na Israel kuzuia misaada ya kiraia kuingia ukanda wa Gaza. Hapo awali wapiganaji hao walikuwa na tafsiri pana ya kile wanachokiita meli za Kizayuni, jambo lilomaanisha kuwa meli zingine pia zingeweza kulengwa na mashambulizi yao. Ripoti zinaonyesha kuwa wahuthi wamezilenga meli zaidi ya mia moja za kibiashara kwa makombora na droni, wakizamisha meli mbili na kuua mabaharia wanne wakati wa kampeni yao dhidi ya meli kati ya Novemba 2023 hadi Januari mwaka huu. Pia walianzisha mashambulizi dhidi ya meli za kivita za Marekani, ingawa hakuna hata moja waliofanikiwa kuilipua hadi sasa. Mashambulizi hayo yameongezeka sana umaarufu na kuwaongezea umaarufu wa Houthi, wakati wanakabiliwa na matatizo ya kiuchumi na kuzidisha ukandamizaji dhidi ya upinzani na wafanyakazi wa misaada nchini Yemen, huko vita vya zaidi ya mwongo mmoja vikiendelea kuivuruga nchi hiyo masikini zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.